Masauti bwana anawakilisha ana, ana, ana Mombasa vizuri kule nje. Naongea hivi kwa sababu gani? Kuna wakati eh, Masauti ulikuwa natua moja safi sana Dubai. mm. mm. Ulizunguka sana kule cool by the way, uh, ilikuwa salama lakini sio mbaya mm. yeah, yeah, sana tulikuona na ma, boviboti vya kitajiri tajiri mm. Fulani washuti nini mm -hmm. mm, ukamaliza salama Salmin ukarudi zako. Yaani kule ilikuwa naenda na rudi, naenda na rudi. Ilikuwa kama kama nyumbani vile, au sio? Watu wengine wana struggle kwenda, wewe unasema ni kama nyumbani vile. Naenda kama wakati wote ilikuwa. Eh, bwana, sasa hizi ndio nime... umetulia kidogo. Sasa kuna kuna hii kitu Masauti ya kwamba hapo pwani kuna msanii akisikika na vinyimbo viwili ama vitatu, utasikia mara uko wapi mzee tunataka interview ama mbona tukusikie. Mimi eh, niko Nairobi, mimi sahii. <laughs> <laughs> E, niko Nairobi nataka kufanya muziki. Na pia kuna wakati pia watu walisema Masauti ametoka Mombasa ameenda Nairobi kufanya muziki mm -hmm. yeah. Yeah. Mm -hmm. Sasa sijui kwa nini wasanii wengi sana hapo pwani mm -hmm. wanakimbilia kule, pengine uliki wazi. Mimi sijakimbilia mwenyewe, tu nimefeel, acha hapa nishafungua mbawa zangu, acha nikazi fungue zaidi hakuna sababu basi niko hmm. hapa nyumbani, yaani hmm. Nairobi, Kisumu, wapi, Mombasa, yaani hmm. kokote kule utakuwa kama uhiti utahiti yani, malipopo si lazima uende Nairobi peke yake, unachouza ya okay. Right. So, yeah. Ni kizuri alafu popo kama yani, umebarikiwa n yani, unakga yeah. Na chemistry fit sana mm hususan -hmm. mwanadada Nadia bana yeah. Right. Zote umefanya na mm -hmm. yani, timeless kabisa yeah. mm -hmm. Kuna ile hook ile kia pia King Kaka Hebu kumbuka. Hebu kumbuka. Hebu kumbuka. Yeah, yeah. Sasa sijua una, una create nao vipi yani, Kuhili vipi kweli? Uh, mi wa yani yatokea tu najipata yani, nime yani, katika ile vibe ita, itakuwa ndo hivyo. Mi sijui yani nikwambia ati kuna kitu gani labda nafanya ndo nipata hiyo kutoa vitu hivyo enyewe tu yani, kifili instrument Vibe ilikuwa fresh hapo studio, msanii naefanya naye akionyesha ushirikiano eh. Bwana dogo fulani alikuwa hapa, anajulikana kama e, Trio Mio uh -huh. Alikuwa e, anasema kwamba wewe ndio ulimcheki kwa ile ngoma ya no stress, yeah, so yeah, yeah, anasema yeah, yeah, yeah. Bana e, alikuwa anafikiri yani hakuwa naamini kwamba unaweza mcheki mm -hmm. Na alikuwa no. Kwa shule sahiyo, wewe unalichukuliaje ile swala kwamba unafuata mdogo wako, ili mradi mfanye jambo Mfanikisha. Kwa hali na mali s kwa sababu nahisi ilikuwa iko vizuri, na nahisi ilikuwa iwafiti hapo so mm -hmm. Right. Mimi mimi mtu yote yani, kama bora tunahisi huyu jamaa, hata hapa mimi naongea yani, tuaa sifata mtu kwa sababu hati ni mkubwa ama mahisi mm -hmm. ya, yani, right. huyu mtu atakaa vizuri hapa basi na umeongelesha tu fresh, ushaifuata mtu labda eh, ako ni mdogo kwa game. mm -hmm. Alafu anakuitisha hela ndefu, wewe binafsi, ama anakuitisha hela yoyote tu na ukatoa, mm hamna amna, amna. Mm. Lakini wewe ukifuatwa biashara unajua, unajua <laughs> <ni bora useme hivi> <laughs> <laughs> <laughs> kuna, kuna msanii by the way, ametoa nyimbo mbili lakini anasema bwana, mimi natamani kuimba na Masauti hivi yeah. mm -hmm. na sasa <laughs> ni process ni gani jamani, ama utaambia tupige na sauti bwana? Sasa mimi bwana, pia huwa napenda kusikia mtu yani pia iko vizuri kwenye kazi yake, ni pesa huwa haimati yani, eh bora tu ni mkali, sitaki kuchoreka ah. Na ukiona naimba na mtu mbea ayuko vizuri, ayuko kwenye kibenki hapo na, na, na, amecheza vizuri lakini kama wengi wao mbea wanisikia naimba nao huwa wako vizuri wengi, inauma sana. Na labda biashara ya muziki ngumu, biashara hii si rahisi, si rahisi. Na labda malengo yako binafsi kuna mm -hmm. yale ambayo labda umeshatimiza, yale mm. ambayo bado yani yako kwa bucket list ni yapi? ah, ni yani vitu vingi sana. Hakuna hata sasa, sioni kama nimetimiza, labda hiyo kujulikana kama Masauti mm. Lakini bado njaa ni ile ile, ni ile mm -hmm. tu bado tunayapigania malengo. Yani e, ni mingi, ni makubwa. Nasema bado mabiti na nini watakutuletea bana nyumbani, sio ah, mm, Ma bado. Bado. Bado. Bado. Bado. Bado. Sasa kuna hizo level huko tunataka twende sasa. Ukisema tena shati, mimi kunao mbaya shati, lakini bado <coughs> Mm-hmm. Yeah, siate sina kitu niko tu sawa. <laughs> yeah. Yeah, yeah. Like. pesa sana, sisemi nina pesa sana yeah. yeah. na siati sina pesa, nashukuru Mungu ywasaidia Ala. Yeah. E, bwana wewe na Khaligraph umeonyesha, e, ushirikiano mzuri kwa kolabo mm. za kwenu mm. e, nazungumzia kina hao mm, yani e, name them. zote hizo ambazo ziko kwa msururu yeah. kati ya wewe na yeye mm. lakini imetokea kwamba umefanya na yeye assurance mm. imeingia shule ikaingia mjini mm. vizuri, aisee, imepeta po sana mm -hmm. Kitu ambacho nafikiri nitakupatia heko kwa hilo ah, ni niama eh, ni, mm -hmm. wazo gani lilikujia kilini mpaka mkasema acha tup tupige kitu? mm -hmm. Assurance assa bima na uhakikisho. Mimi ah, mwenyewe tu nilifeel acha nimtumie ona you are fit all right. Eh, na hiyo time likuwa nshamtumia ngoma nyingi ndio so huwa nikiona ajibu ama mm -hmm. yatafungua hapo atatulia, nitajua hapo hajakubali. ah. tumia nyingine hivyo hivyo basi mpaka assurance assurance, lakini nilimtumia tu yeye mwenyewe ah. akanipiga simu kesho yake asubuhi saa mm -hmm. tatu. yeah. yeah. yeah. akaniambia mwanangu, hii sasa ndo tuondoka hii yeah. yeah, so ndo hivyo, akavisha vale, basi basi, ikatokea hivyo alright yeah. kando na assurance, mwanangu, unajua kuna kwa gana vile vibao mm -hmm. wasanii wanaandika, maana waliapitia wao, tumevalia mm -hmm. viatu vya wa...

Ile, uh, ile ilikuwa... ngoma uh, um. prank... yani, uh. yani, zote uh. some... uh, uh. <laughs> naziandika kitu <laughs> labda aa yeah. Shapitia mm -hmm. uh. tu kwa sababu pia naamini na kuna watu wengine si ati mimi sijawahi pitia vitu kama hivyo mm. Shapitia lakini, sijakaa nikasema naandika huyu mtu da. Yaani naandika tu kwa sababu ya watu wengine pia. Mm. Masauti ni... naona kuna watu wangu wengine wasema tiaia ngoma ambayo pia si ati yangu, nilichora tu, nilifeel kwamba pia ngoma ngoma nayo, kuna mtu na mtu ameshamzengua mtu mzengua, akisikia atafeel kwamba ni yeye namuongelea. Yeah. So sijaandika ngoma nikisema hii naandika kwa sababu ya mimi napitia kitu fulani, hapana. Masauti ni msanii wa ina gani, wa kwamba anaeka biti ndo anaanza kuweka melodi za kwake na maneno ya kwake ndani mistari, mm, ama ni msanii ambaye anaweka melody kwanza, mistari halafu biti inakuja baadaye? Ni lazima biti mwanzo tupate inspiration hapo kidogo. Alright. Utamu nini, alafu tuchore. uh -huh nikiika siekimnachonachora nikiika niki, hapo hapo kwa biti. Mpishi gani unamkubali sasa binafsi? Yule ambaye anasema da huyu yeah. hata e, tuachwe mimi na yeye hapa tunatoa hiti tukisikiliza wenyewe na tunaenjoy. Kama hmm, uh, producer tuna si. Producer wengi mimi naamini yani kila producer ana ukali wake na ana nani flavor yake so nkifanya wengi yani ambao na, ukiona mimi ninafanya na mtu mpaka tuntu wa ngoma ujue, yani uwe mtu namkubali ni mkali eh. Hmm. So wote ambao shafanya nao wako vizuri, kina tikei techniques, kuna ka hilo yule hmm. uh, wako kibao motive Ah, e, yani ni watu ambao unawakubali mimi mwenye personal. So, siwezi sema ti huyu ndo mkali ama wote wako sawa. Umewataja umewataja ambao sasa hivi wote ni wakongwe wakonge fulani. Labda kwa wale ambao wanainukia labda e, Kailo, Kailo ni hivi tu juzi si wa kitambo. Toti ni zamani toti. Toti, pia, mm -hmm. Toti, pia, Toti iko vizuri tukikaa naye pia tufanya jambo vizuri. Yes. Ni msanii. Na Mumo ushekana labda, mka, Mumbo, Mumo Mumo labda pia by the way. Ah, bado. Mumo. Ah. Mumo tushafanya naye ngoma moja hapa Forever. Forever. Oh, forever. Ah, hapa inaitwa Forever. Sasa, bwana ama sauti kwa, yeah. Masauti kwa haraka, maana tunapia muda utupatie kisogo. Okay. Hususan, yes, katika wewe binafsi unategemea muziki mm. peke yake mm. una run shughuli zako, hususan mambo ya video mm. ama you have other job that you are doing mm -hmm. ina support uh, mbali exactly. na music Uh, mi napiga muziki full time hizo, mm. job zingine huwa ni zile ambazo nawekeza kwa watu wangu wa nyumbani. Kama ni mother ama yani ni sister ama ninani, yani mii nimewekeza, lakini ni shughuli zao najua hapa mm. mi pia nikiteleleka, yeah. nikiwaambia sister basi niokoe na hivi uh, anaokoa kwa sababu mm. yeah, la yeah. Lakini mimi mwenyewe personal mimi ni mziki tu, amka kulala mziki. Na tetesi ziko, tetesi ziko kwamba uko na botiki, ama ni stori za yeah. Watu mtaani tu ama wanatumia jina yeah. lako vibaya, la labda wao ndio wanafanya hivyo, si na botiki itokee. Okay, kwamba hmm. upate mtu anatumia jina lako la kwamba ati hii ni ya Masauti, utafanya kitu gani binafsi kama yamletea watu ndo watanunua vitu poa, yani oh, yeah, yeah, yeah, yeah, right. Asipige watu hela kwa kupitia kani, kama yowaambia hivyo ndo ili kastoma waje, poa mwache afanye, iko sawa, ndio njia yake ya kupata riski. Na hivi sasa ni najua, washikadao wengi yani wanasikiliza, wanatusikiliza hivi sasa hewani, labda nilipi, tufanye mwanangu, kila mtu acheze role gani ndio mm, mziki wetu uweze kusimama zaidi. Ati vipi, kila mtu ambaye anasikiliza mm hivi -hmm. mm -hmm. sasa yani ni vipi tuweza fanya ama ni rol gani kila, yeah. Mm. kila mtu aweza piga ndo mziki wetu usimame zaidi, sisi kama wasanii ama sote kwa ujumla. Sote kwa ujumla ma present wasanii, nadhani tusupportianeni yani, ukiona mwenzako ametoa kitu kama mm -hmm. presenter, wajuaze huu ndugu yetu Masauti ndo msanii wetu. Mm. na kazi ni nzuri, mbona tusidunge kwenye rotation? Idungeni ah mm -hmm. Shabiki mbona hii mbona isiwe kwenye playlist yangu, mbona nikienda kwa hali kwenye kwenye mapati huko mbona sicheze icheze? mm -hmm. Sisi wasanii tukionana, tushare nini, popote pale, si lazima. Kama mtu unajua, kuna watu wengine wakuta sezi taka, lakini kama uweza share na mtu hata wa private huko, wa share tu ah, mwana mtu wa kitu kikali hicho, sikiza hivyo, kwa tusupotiane, yani support muhimu sana kaka. Kuna baadhi ya wasanii mmoja, eh, wao alikuwa ni tricks mm. alikuwa anazungumza akasema, kwamba mm, hategemei kufikia sasa, hategemei tena redio. Okay. Wewe binafsi unalichukuliaje ile swala la kwamba e, kwa mziki wako mm. hautegemei tena redio sasa hivi kwa sababu kuna mitandao ya kijamii kwa njia moja mm. nyingine? A redio za zinasaidia yani ah. kwa sababu huko ujue kuna watu huko wako huko kwa, uko, sijui, Bundu. Bundu, kwa right. Anamisi, uh, wajui Spotify na wajui hizo vitu, so lazima wasikize Swahili pot ndo wasikie Swahili ndo waweze kujua kumbe Masauti yuko bado. Sasa usipokua utegemee redio sasa pia watu wa redio pia watakuta. Sasa vipi ujamaa ataku watakumute pia kiupande mm. wao, ubaya. All right, siko ubaya, yeah, pia redio ina impact yake, so lazima tutegemee vitu mm. hivyo vote. E Bwana, tukifunga funga sasa hivi naona zinatupatia kama dakika tatu hivi e, nataka upite na akapela ya Ashura angalau pia mm. e tukitoka tutoke tutoke na tukicheza tuki, tuki, mm. moja kwa moja bwana. Ama vipi? Uwanja ni wako Masauti Kenya boy 001 mm. representing I say Rich Kids of Bombori. Yeah yeah. Macho kufumba na kufumbua. Ndo nakuona wewe, malaika niliyemuomba mola nilete, mm, yule wangu wa pekee, na isi ni we amekuchagua, tupendane mi na wewe, uje kunifaa kwenye maisha yangu, mama we, uwe wangu wa pekee, yeye yeah, yeah. Ala! <laughs> Ashura, nsio na kama mkoja msikilizaji, unachotakiwa no ni kimoja tu, usiende kwa, usibanduki wala usibonyeze kidude.